Karibu tena msikilizaji kwenye uchambuzi wetu. Uh, tunafahamu changamoto nyingi zipo kwenye ndoa za kisasa kweli. Lakini leo tumeamua, mm, kuingia ndani zaidi kwenye jambo mmoja maalum. Hili la vita vya kimya kimya. Kabisa. Pale ambapo yani maneno yanakwama kati ya wanandoa hapo hapo, na chanzo chetu kinaelezea vizuri sana hali hii. Wanandoa wanashindwa, wanapata tabu kweli kusema wanachohitaji au hata kile kinachowakwaza, wakwaza kidogo. Mm -hmm. Matokeo yake sasa, kinyongo, uchungu unajijenga taratibu, kimya kimya, hakuna kelele. Kwa hiyo lengo letu hasa hapa kwako wewe unayetusikiliza ni kujaribu kuchimbua eh, mzizi wa hili tatizo la mawasiliano kukwama. Tunataka kuelewa linaanzia wapi, na pengine muhimu zaidi, kuangazia zile mbinu ambazo wataalamu wanashauri, vitu kama ku... kama kusikiliza kwa makini na ule uwazi wa kihisia. Naam, ili upate picha pana, labda hata na wewe upate kitu cha kutumia. Sawa kabisa. Sasa kiini chenyewe cha tatizo, kama tulivyogusia, ni pale watu wawili wanapoacha kusema eh, ukweli wa mioyo yao. Unajua, yaani badala ya kuweka mambo wazi, ndio, badala ya uwazi, kinachojengeka ni kama ukuta hivi, hauonekani lakini upo imara kweli, ukuta wa kihisia Mm, kila mtu anabaki na mambo yake, anahisi haeleweki, mpweke, hata kama mko chumba kimoja kabisa, na huo ukuta unazuria ule ukaribu halisi. Alafu hapo sasa ndipo kinyongo kinaanza kuchipua, kila siku kinaongezeka kidogo kidogo, na hapa ndipo lile jambo mm, lile la hatari la matarajio yasiyosemwa linapoingia. Ah, hilo ni muhimu sana Unategemea mwenzako atajua tu unachotaka au unavyojisikia bila hata wewe kusema neno, halafu asipofanya unaumia, unakasirika kimya kimya tu unamwekea kinyongo. Yawezekana hata ni vitu vidogo vidogo tu, lakini vinajikusanya, vinakuwa kama kama mlima. Ni e, hatari kweli, maana uhusiano unaharibika taratibu kutoka ndani. Hamgombanani labda kwa sauti kubwa, lakini kuna momonyoko unaendelea kimya kimya, ndio. Lakini kitu kizuri kwenye vyanzo vyetu ni jinsi wataalamu wanavyojaribu kusaidia watu kuvuka hili. Na moja ya zana wanazosisitiza sana ni hii kitu inaitwa usikilizaji makini. Hilo neno linatumika sana kweli, usikilizaji makini, lakini linamaanisha nini hasa hapa? Sio tu kukaa kimya mwenzako akiongea, si ndio? Ah, ni zaidi ya hapo, zaidi sana. Usikilizaji makini yani ni kumsikiliza mwenzako ukiwa na nia ya kweli kabisa kuelewa ulimwengu wake, hisia zake, mtazamo wake, hata kama wewe, hata kama hukubaliani naye, hata kama hukubaliani naye. Yani unaweka pembeni mawazo yako kwa muda, humkatishi, pengine hata unauliza maswali ya kufafanua zaidi. Samahani, hapo ugemaanisha nini hasa? Au unarudia kwa maneno yako kile ulichosikia ili kuhakikisha umeelewa. Okay, nasikia kama unasema unajisikia hivi. Lengo sio kushinda hoje, bali kuelewa, kuelewa tu. Hilo la kuelewa linaonekana kama msingi wa kila kitu. Na vyanzo vimetaja pia kitu kingine muhimu, uwazi wa kihisia, kuwa vulnerable. Hii inaonekana kama kinyume cha kujenga kuta lakini e, inaweza kuogopesha pia. Wataalamu wanasemaje hapa? Ndio, inaweza kuogopesha kweli, lakini huo uwazi ndio ndio ufunguo kubomoa zile kuta tulizoziongelea. mm-hmm. uwazi wa kihisia ni ku...